Baba, nakushukuru kwa wakati huu na kuendelea kushea neno lako takatifu. Ninaomba uendelee kukubariki na kutende mapenzi yako katika jina la Yesu amin. Nitaendelea jana, eh, niliongea haraka haraka, lakini ninataka leo nilizungumze kwa kifupi, lakini kwa undani haswa kulisema kulia. Eh, kuna watu wengi ambao wanaamini unaweza ukalia kwenye msiba ama usilie, na wale ambao wanaamini ausilie uh, ni kwa sababu wanaamini ya kwamba ukilia ni kama unamkufuru Mwenyezi Mungu na pia wanasema kuna watu ambao wanakodiwa. Ngapi wameona watu wanakodiwa kwenye mazishi wanalia, nambie, kuona wako Dar es Salaam, wako wanakodiwa, wanalia ili kujua kwamba hapo kuna msiba, lakini sio yenye peni na uchungu. Lakini wako ambao wanaamini katika kulia kiasi na kujitawala e, ikiwa ni sehemu ya kuondoa machungu, e, ikiwa ni sehemu ya uzuni kama human nature, lazima tulie. Wanaume kawaida sio rahisi kulia, yani kulia, unaona machozi yanatoka hivi, lakini wanawake hawa wepesi e, wakati wote tu wanalia na hata jana staa kuiongea mengi. Jana mliona walioanguka wengi pale ni kina nani, eh? Eh, kina nani. Wao wana wana hiyo wana iko nature nani eh, wanakuwa hivi. Sasa kulia ni sahihi. Mwanzo sura ya ishirini na tatu mstari wa pili, ikiwa unalia kwa ajili ya kweli ya kuhuzunika kwa ajili ya, ya mpendwa wako ni sahihi kabisa, lakini unapofanya hivyo pia uwe na tahadhari, kwa sababu eh, pia wewe unaweza kujisababishia madhara na unaweza pia ukalala uka, kwa maana ya kufariki. Tumeyashuhudia haya, mimi mwenyewe nimeyashuhudia haya. Kwa hiyo, mnapolia kwa kuomboleza, kumbuka ya kwamba unapaswa kuwa na moyo wa wa kujitawala, lakini pia uwe na moyo wa kuwa na matumaini, uwe na moyo wa matumaini. Kwa hiyo, watu wengi wanalia kwa changamoto zinazopata katika dunia hii na na in fact nyinyi wana sayansi wengi, kulia ni dawa. Hata mimi wanalia, nikipata nafasi mwenyewe na kuvujika, machozi inaondoa sumu, inaondoa msongo. Eh, ni dawa kabisa. Wenzetu hawa akina dada hawa wanalijua wana, wana hili vizuri sana. Ndio maana eh, nyinyi wavulana sisi wanaume tunakufa haraka kuliko hawa, kwa sababu kwa e, wana njia nyingi za kuondoa misomo, wana njia nyingi sana. Sasa kwa nini tunalia? Tunalia kwa sababu ya huzuni, tunalia kwa sababu ya vifo. Kifo kinaleta huzuni, kifo kinaleta, inaondoa furaha. Kifo ni kibaya, hakuna ambaye anakipenda kifo, lakini kifo kimekuja kwa sababu ya dhambi ya sisi wanadamu kukosa utiifu kwa Mungu aliyetuumba. Mwanzo sura ya pili ya mstari wa kumi na tano kumi na sita mwanadamu wa kwanza alikosa utiifu Mungu anawaambia, utakapokula matunda ya mti huu utakufa. Lakini Shetani akaja, Mwanzo sura ya tatu mstari wa nne anaambia, Mungu anawadanganya, ni kuleni. Ni kama hivi siku hizi anatuambia tu, awe wewe, iba tu au kukufa? We zini tu au kukufa? Wewe wewe fanya uasherati au kukufa? Wewe fanya mapenzi ya jinsia moja hautokufa. Yuzi juzi nilisoma gazeti la BBC. Mimi napenda kusoma sana, yaani e, napenda kusoma hata ukija pale ninapoishi utakuta nimejaza vitabu. Hata nilipokuwa na wanafunzi walishangaa wale kuja kunipokea, mabegi ya vitabu ndio mengi kuliko ya nguo, kwani nasoma sana Ile BBC ikaandika eh, magonjwa yatokanayo na zina, halafu wakaonyesha mwanaume mwanamke mdomoni. Eh, kuna shida tani, mtanielewa nini kinatokea kwa kizazi cha sasa, na in fact ilianza sasa. Kwa hiyo kwa kukosa kuitii sauti ya Mungu Dhambi iliingia in. Dhambi hii imeleta majonzi, dhambi imeleta huzuni, dhambi imeleta vilio, watu wanalia. Dhambi imezagisha ime, hata tunatafuta kwa uchungu <laughs> sio kwa furaha tena, kwa sababu kazi ilikuwepo hata kabla ya dhambi. Ukisoma theolojia vizuri, kazi sio ugazaji. Kazi ni ni ilianza baada ya dhambi ha? Kazi ilianza kabla ya nini? Kabla ya dhambi, kulikuwa na kilimo, kulikuwa na ufugaji, kulikuwa na nini, vyote vilikuwa kabla ya dhambi. Lakini baada ya dhambi, nasema kakula kwa nini? Kwa jasho, si ndio? Utapambana, lazima upambane. Sio rahisi kwa sababu ya dhambi. Dhambi imeleta chuki. Leo mtu unaweza kumwona anakutabasamia hivi vizuri, lakini moyoni ya tari. Ndiyo, dhambi imeleta shida. Dhambi imeleta okay, mambo mengi, lakini kuna swali ambalo watu wengi wanauliza hivi sasa, ndugu yangu anakufariki, anaenda wapi? Hata wengine mnaweza kuwa mnajiuliza Steve Mabamba, what will happen? Niliwaambia itheologia, yani kwa dini zote duniani, sisi tumetokana na mavumbi Eh, Mungu alichukua udongo, akachukua pumzi yake ya uhai, sio oxygen, akampulizia mwanadamu. Jibu lake iko tu, nafsi iliyo hai, roho iliyo hai, na hiyo ndio inafanya uwishi na ingetokea kwa mfano tukasema, sio sio pumzi ya Mungu ya uhai, matajiri wengi wangenua, waskii wangeishi, maskini wasingeweza. Na hiyo ndio siri ambayo Mungu wamenua, yaani matajiri wengi livyo batika kutembea hapa duniani. Kuna watu wanaishi maisha ya raha hapa duniani maisha yani ya raha, yaani kuna watu wengine hawajui shida <laughs> shida ni yako wewe ya. Kuna watu hawajui shida. Kuna mwingine anazaliwa, yaani tangu anazaliwa mpaka anakuwa mpaka anafariki, hajui shida, hajui kukosa chakula, hajui hapa akan. Hata kama mimi mchungaji yasabu kama milioni moja yes, na nakapangia bajeti yani, wakati kuna mtu hiyo milioni moja anaweka tu mafuta kwa siku. Mafuta kwa nini? kwenye gari yani, mafuta tu, hapa hapa Tanzania, kuna watu wanaishi sasa. Watu kama kama, Mungu asingeficha hii siri wangekuwa wananua uhai, lakini Mungu kazi kila kitu hiyo ni mali yangu ni mali yangu sio yako ni mali yangu kabisa eh. tena inamrudia mwenyewe bibi unapokata roho tu inamrudia mwenyewe Mhubiri sura ya kumi na mbili na mstari wa saba na tena Neno la Mungu linafundisha Mwanzo sura ya tatu mstari wa arkunaliza kwamba wewe unapokufa sasa hauendi kokote, na usije ukadanganywa na mtu kwamba eh, labda unaangia unasema unatokea Marekani utazaliwa upya nchi fulani, ama nimemwona ndugu yangu anatembea mahali fulani. Nikwambie asubuhi ya leo, hiyo ni vizimi. Shetani alikosema hakika hamtakufa, na Mungu asema mtakufa hakika mtakufa. Yeye yeah, anapingana na kauli ya Mungu. Maana yake pale ndipo ibada ya mizimu ilipoanzishwa. Tangu wakati huu, kuna mhubiri mmoja, mimi nahusiana na mhubiri na wengi nikao, mchungaji alifariki miaka nadhani mitatu mitano iliyopita mtu maarufu sana, sitaki kumtajia. Nikawauliza kama amekufa ameenda moja kwa moja mbinguni. Sasa swali ni hili ye, Yesu anakuja kumchukua nani? Nataka wote nyinyi pia mkajimize hilo swali. Kama kwa mfano mimi mchungaji leo niliwaambia wote, tuko safari hapa, kila mtu ajitange, nimefariki saa hizi. Alafu Bingu ni kwa mnaliomboleza mnasema nimeenda wapi? Inguui ni mlka Yes. Wakristo in wote tunaamini katika Advent. Yani, second coming of our Lord Jesus Christ. We don't know the day, we don't know the year. Even Jesus himself he don't know. Even the angels, only God know it. When he is coming for the second coming. Sasa, a kija anakuja kumchukua nani? Hilo ni swali, na nataka niwa- wakatie ninyi wote, wasome wa Kikristo wote mjiulize, hivi Yesu, sasa atakija mara ya pili, kama mimi nikifa leo, ninaenda wapi? Mbinguni nenda kuishi na Mungu. Sasa mimi na ubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. And then Yesu anakuja kumchukua nani? Sasa atakuja kumchukua miti na wanyama, si wako mbinguni na Yesu yuko mbinguni, Enoki yuko hapa. Na Musa yuko mbinguni, ndio maana neno la Mungu linatupa matumaini. Nitakwenda kumalizia kwamba hawa ndugu zetu Mwanzo sura ya tatu ile tulisoma mstari wa kumi na tisa unarudi wapi? Mavumbini, kwenye ile hali nzuri ulikotoka, kwa sababu ile pumzi ya uhai ndiyo inayoenda kwa Mungu, inamrudia mwenyewe aliyoitoa, ila sio wewe. Na kila roho inayotenda dhambi itakufa kwa hiyo tunakufa kwa, kwa sababu ya dhambi ingawa wengine hawatokufa yesu atakuja atawakuta wakiwa hai ndio maana wathesalonike sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 18 inasema msihuzunike kama watu wasiona wasionadidi na matumaini Ninyi ambao mko hai leo, eh, Yesu atakapokuja mara ya pili hamto watangulia wale ambao wamelala katika Kristo, na hili ndio tumaini. Anasema when Jesus coming, wale wote waliolala katika Kristo, huo ndio ufufuo wa kwanza watafufuka Elizaret, na wataungana na sisi tulio hai. Ndio maana niliwaambia hata jana, mimi sitaki kufa, sitaki kufa. Na mimi kanuni yangu ni kwamba niko hapa duniani, nilitokea kwenye Uislamu, niko hapa kupunguza idadi ya watu ambao watakwenda jehanamu. Ndio kanuni yangu. Kila siku na ndio maana anaandika na share mm -hmm. Na simu yangu ina message nyingi za maswali ya dini. Kwa hiyo tutaungana na hao walio watafufuka, hadi utaona wanafufuka na Yesu atakapokuja, sio kwamba si atakuwa atakuja, si atakuwa jangwani, si atakuwa wapi kama si wanasema mko wapi, Ulaya si

Na mimi na subiri Yesu aje na kweli na, na subiri nalimwambia, nataka ni ubiri ni ubiri kwa njia zote. Kwa hiyo wakati huu wewe ubiri <laughs> kwa nafasi Mungu aliyokupa, share neno la Mungu, wape watu matumaini, na Yesu anasema atatuchukua, tutakwenda kuishi kule mbinguni miaka elfu moja the millennium funuo sura ya ishirini ishirini na moja inazungumza kuli paka ishirini na mbili na baadaye Bwana asifiwe sana baada ya miaka elfu moja sasa hii dunia unaiona hii ndio itakuwa mbingu mpya na nchi mpya yani kila kitu kitabadilika kila kitu kitakuwa kipya Sito wana dhambi vile nikikuona wewe na waza tu kudhambi dhambi, na waza kifo kifo. Niliwaambia rafiki, nilimkansel kijana mmoja na leo kuna mwingine ametumia message. They look the same. Na nafikiri, na nimwambia na mtafuta baadaye. Nisipomsaidia huyo anaweza kujimaliza. Ameingia kwenye mahusiano mabaya sana. Anaweza kujimaliza. Hakutakuwa na maumivu tena. Hakutakuwa na maumivu tena kwa na chuki yani, ukimwona mwenzako unamwona ah, yani, kwanza ukumbuke hata aliyokutendea ukiwa hapa duniani, hata kama alikuibia, alikukana, alikudharau, alikuanzia mabaya, you know no longer remember it, you forget everything, everything will be new. Na ngoja nikwambie, kama una mahusiano mazuri na Yesu utaishi ukiwa hapa, hize tabia za mbingu mpya na nchi mpya utaanza on earth, utaishi kwa upendo, utaishi kwa furaha, ndio ndio maana ya ujumbe wa malaika wa tatu, ile malaika wa kwanza Ufunusuruwa kumi na nne mstari wa kumi na mstari wa sita unazungumza the righteousness of Jesus Christ na Warumi sura ya kwanza mstari wa kumi na saba haki kwa 18arme, 18arme, imani yani kuishi ule ukristo upendo furaha amani utu wema. Eh, Wagalatia tano aya ishirini na mbili mpaka ishirini na sita that loves ile unaiona connected ikiwa hapa hapa duniani na mimi nimewashuhudia wakristo kwelikweli wakiyaishi hayo maisha. They forgive each other. They help each other. They love. And that love, you see the love, the real love. Hata ukika kwenye ndoa zao. Unaona, yaani unaona. Wamerithishwa tabia njema na Yesu. Leo nikuwa naandika Genesis chapter 26. Eh, nyi ni watu mnajua mambo ya e genealogy na genetics, genesis. Siwezi kususumuza maana yu lakini unajua kuna vitabia tutavirithi eh? Nyingi sana tabia mbaya na asira, asira, hata ukiona kajibu kana asira apaa. Hata vingine ni vichawi vimerithi kwa babu zao, mabibi zao, wajomba zao waberithi mm. Lakini Yesu alipo alipokuwa hapa duniani akafufuka ameturithisha tabia njema. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya tatu na ya nne. Alipofufuka ameturithisha tabia njema, so lazima uziishi hizo tabia njema, lakini ni lazima ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema hakutokuwa na kilio, hakutokuwa na machozi. Na Biblia inasema kwa sababu ndugu zetu wameenda hapa chini tunalia. Biblia inasema tufarijiane. Bwana asifiwe. Tufarijiane. Halafu Ufunuo kumi na nne mstari wa kumi na tatu imeeleza vizuri. Heri wafu wa farao katika nani? Katika Bwana, maana matendo yao yanaambatana na ilikuwa nah. <coughs> na rafiki yangu mmoja ni mwanasheria alizungumza na mimi jana, nadhani juzi eh, naye huwa anapenda nimtumie masomo yangu haya, andika kila siku, anasema kujamana Shida hizi na matatizo haya, ikaambia malipo yanayomtokea sasa hivi, malipo yake ni hapa hapa duniani. Ngoja nikwambie, ishi vyema saa hizi. Steve Makamba amesifika kwa tabia njema, amelala na matendo mema. Wewe Utakapolala, watu nini? Watakutaje? Watasemaje? Watasemaje utakapolala? Siu abamba ametaja kwa matendo mema mema mema mee Mungu alimsafisha na kwa sababu pia anasema, wote ni wachafu, hakuna anayestahili. Ni neema tu ya Mungu, neema ya Mungu ile imefanya Steve Makamba mabamba ajulikana kwa tabia njema, melaa kwa pokoli kwa sifa zake. Yesu akija Utaenda mbinguni, naiangalia picha yake nikiangalia hivi na sifa alizotajwa, yule alikuwa ni mcha Mungu. He fear God. He loves God. Na naamini waliokuwa naye dakika ya mwisho waliona hiyo. Naamini. Lia faridia neni wenzetu wamelala hapo, na ile kesho atamlaza, lakini atakapo kuja, taomba tuweze kusimama, tuweze kuomba, tusimame tuweze kuomba.